Ukweli au uongo. Hujambo, msikilizaji, karibu kwenye makala ya leo ya ukweli au uongo, idhaa ya RFI Kiswahili. Je, mitandao ya kijamii imeshawahi kukupotosha? Mimi ni George Ajowi, nami ni Jupite Mayaka kwenye kipindi hiki tunachoshirikiana na la Benevolencia. Na moja ya habari ya kupotosha ni mahojiano ya waziri wa Ethiopia yaliyopotoshwa kudai kuwa alitoa onyo kali kwa kiongozi wa Eritrea. Tutaangazia pia habari za kupotosha kupitia mbinu ya akili mnemba AI kuhusu mgogoro kati ya Israel na Iran. Namba yetu ya mawasiliano kupitia ujumbe anza na alama kujumulisha 254778885 Tano tano. Ajoi, mzima? Mimi mzima, mm-hmm. Hali yako? Mwema kabisa, ingati anapata afueni naam, alikula tiagas za jiji la Nairobi. <laughs> Lakini vilevile fundi wetu wa mitambo ni George Maina. Tunaanza wapi, Ajowi? Naam, uhusiano kati ya majirani Ethiopia na Eritrea kwa muda mrefu umekuwa kutilia shaka kuhusu bahari nyekundu. Rais wa Eritrea Isaias Afweki hivi majuzi aliishutumu Ethiopia kwa kujiandaa kwa vita. Sasa msikilizaji, wakati huu mvutano huo ukiongezeka machapisho kwenye Facebook Yenye picha ya rais Afweki anadai kuonyesha video ya waziri wa ulinzi wa Ethiopia, huyu ni Aisha Muhamed akitoa onyo rasmi kwa kiongozi huyo wa Eritrea. Ingawa Aisha aliwajadili wapinzani wa nje ambao hawakuwataja majina mahojiano ya awali, wala video inayopotosha haina onyo la wazi lililolenga mkuu wa nchi ya Eritrea. Na katika video hii Aisha anaonekana akizungumza katika kile kinachoonekana kama mahojiano na anapozungumza picha Afwerki inaonyeshwa pamoja na klipu za wanajeshi wa Ethiopia, ajoi kwa lugha ya Kiamhara Aisha anasemaje? Na anasema hivi kwamba jeshi la Ethiopia halikujengwa kwa njia ambayo vikosi vya wapinzani wa nje vingezingatia. Sasa msikilizaji, hata hivyo, madai kwamba Aisha alitoa unyukali dhidi ya rais Afweki ni ya kupotosha. kwa kutumia mbinu ya Invid, we verify kuhakiki video hii, tunapata toleo refu la video lililochapishwa kwenye chaneli rasmi ya YouTube ya shirika la utangazaji la Ethiopia EBC mnamo Juni tarehe 2 mwaka huu Nam, katika mahojiano ya awali na hata video inayoenezwa hakuna sehemu Aisha anamtaja au kumwonya kiongozi wa Eritrea. Klipu ya Facebook ina sehemu tofauti kutoka kwa mahojiano ya awali ya Aisha yaliyohaririwa kuunda taarifa hii na msikilizaji, taarifa kwamba waziri wa ulinzi wa Ethiopia Aisha Muhamed alitoa onyo rasmi kwa kiongozi wa Eritrea ni uongo. Lakini kadhalika, Ajui, pia mtandaoni kuna machapisho yakidai kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amekufa, wengine wanasema ni mgonjwa. Je, ukweli uko wapi? Nam Jupiter, hadi kwenda hewani utawala haukuwa umetupa jibu, lakini kuna picha na ripoti zinazoonyesha rais wa Rwanda Paul Kagame Jumanne alimpokea rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo mjini Kigali na kujadili usalama wa kikanda na masuala mengine. Hii ikiwa ni mara ya kwanza Kagame kuonekana hadharani ndani ya wiki mbili. Ukweli au uongo? Nam, kipindi hewani ni ukweli au uongo. Hapa idhaa ya RFI Kiswahili tunaelimishana matumizi mazuri ya mitandao ya kijamii ili kuepuka habari za kupotosha. Ajoi, tunaangazia taarifa gani nyingine? Nam, wimbi la taarifa potovu na upotoshaji kuhusu mzozo wa Iran na Israel unaendelea kutanda mitandao ya kijamii tangu mashambulio dhidi ya Iran wiki iliyopita. Sasa kaunti zinazoiunga mkono Israeli pia zimeshiriki habari potofu mtandaoni, hasa kwa kusambaza sehemu za zamani za maandamano na mikusanyiko nchini Iran zikidai kwamba zinaonyesha upinzani unaoongezeka dhidi ya serikali na uungwaji mkono miongoni mwa Wairan ama raia wa Iran kwa kampeni ya kijeshi ya Israel. Picha ya pamoja iliyosambazwa sana kufuatia mashambulio ya Marekani dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ilidai kuonyesha ndege za vita za Marekani aina B2, ya B-2 baada ya kuanguka au kuangushwa nchini Iran, lakini picha hii ina makosa ya kawaida yanayoendana na akili mnemba, ukipenda AI. Kwa mfano, mfanyakazi mmoja wa dharura kwenye upande wa chini wa kushoto wa picha anaonekana kufanana na mandhari ya eneo hilo. Nam, video nyingine iliyotengenezwa na AI ikiwa na ndege ya B2 inayodaiwa kuangushwa iliyosambazwa sana kwenye TikTok inaonyesha askari watatu wakubwa zaidi ya ndege hiyo. Kwa mujibu wa serikali ya Marekani, ndege zote za B2 zilizotumika katika kulipua maeneo ya nyuklia ya Iran zilirejea Marekani, na hapa studioni tuliripoti kuhusu ndege hizo kurejea nyumbani na pia mashirika ya habari ya KMBC na Reuters yalirekodi matukio hayo. Pia shirika la habari la CBS News lilirekodi ndege hizo zikirejea katika kambi ya jeshi la wanahewa la Whiteman huko Misori Jumapili alasiri. Jenerali Dan Kane, mwenyekiti wa wakuu wa pamoja wa wafanyakazi, alisema mapema siku hiyo kwamba saba kati ya ndege hizo ziliruka mashariki kutoka kambi hiyo hadi Iran ili kulipua maeneo matatu ya nyuklia huko Fodo, Natanz na Isfahan. Pia rais wa Marekani Donald Trump aliandika Jumapili kwenye mtandao wake akithibitisha kurudi kwa marubani, na tuna mkua alichosema, anasema, asante kwa kazi nzuri. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888555. Kwenye katuni tunaye Raf kutoka DRC. Raf, unatuchorea nini leo? E, jambo wenu kwenye studio, tunadhani muko salama na sisi tuendelea vizuri, mungu anasaidia. Nadhani siku hizi mumesha iona, kila mtu amesha iona, e, intelligence artificielle ikifanya matata sana kwenye mtandao, ikiwa ikifanya mavideo, ikiwa ikifanya mapicha ambazo zikiwa safi sana na zinadanganya wengi na kwenye wiki hii tumeamua kuangazia kuhusu habari ya uongo kizunguka kwenye mtandao ambayo imetokana na hiyo intelligence artificial. Kwa maana kwa bahati mbaya kunaonekana watu ambao wakiwa wakitumikisha kuningia mbaya, alafu kama tunavyojua vizuri siku hizi kuna mizozo kati ya Iran na Israel, alafu kunaonekana picha ambazo zimetoka zimezunguka kwenye mtandao na zinaonesha ndege za vita za Amerika hiyo modeli ya B2 ambazo zikiwa zimeanguka huko kwenye udongo wa wa Iran. Hiyo picha zimechunguzwa sana na zimeonekana kuwa ni za uongo. Kuna mtu ambaye amezigenere na intelligence artificielle, na hii inatukumbusha sana kukuwa na kuwa makini sana kabisa, kwa maana kuna habari nyingi sana za uongo zikiwa zikizunguka siku hizi ambazo zimetokana na hiyo intelligence artificielle, natubidi sana tukuwe makini wakati tunapofuata habari kwenye mtandao. Asante, shukran sana Ralph kwa katuni hiyo. Na msikilizaji, unaweza tazama katuni hii kupitia tovuti yetu www .rfi .fr sw nam, bila shaka sasa, watumbuizaji wetu la benevolensi wako tayari kutoka studio B. Hey,

Eh, ntuonapahoi na na si, eh, eh, tuko mbio eh, naoeweza eh, kushauria urudia haraka eh, kwenye Uli bakia ulipashawakiamaele kijiji ingine ndio kusema una habari kama shefu wa kijiji jirani alitangaza eh. Peke kama atakaye shambulia kijiji yetu kuna mule eh, eh, eh. Kijiji kwenye minatokea wako wanasema eh. Kama ile kijiji ndio yenye tashambulia na mbona alinipatia habari naye anasema mm -hmm. Kama ile deklarasyon ya shefu wa kijiji ingine mm, alitangaza vita ya kushambulia, yeah, yeah. ah, na kule kwenye muko wasema sema mtakimbilia ba kule, nabo wanasema watakuya kimbilia huko kwenye tuko. Mungu wangu we, mbona tunachanganyikiwa no? Sasa, hatuvielewi sema no. okay. ina kwa konfuzio uh -huh. hmm? mes amis uniambie mzuri mzuri, esi kabisa pekee uliona na mecho kabisa hii habari kwa kusema kweli, mi yangu misikona hii habari kabisa. Nilisikia tu watu wako wanabisema. Ah ah. Eh, bwana. Eh. Hata na mimi siaiona. Eh. Lakini kwa mtu mwenyewe alituma message ya mkononi yetu kwa mtandao na njoo pale pale kaleta paniki. Hata na mimi sikusikia hata kwenye chefu wa kijiji alisema hivi. Njoo kusema ba master, bana tuugubisha tu bure. Ah. Mpaka tunaanza fikia kukimbia kwa habari zenye tuyaona na tuyachunguze. Eh. Shukrani za dhati, mchomana Jolie kwa kutuelimisha kupitia tumbo hizo. Kilo. Na ili kufanya mawasiliano nasi kwa habari yoyote ya kupotosha sema nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Utatupata namba yetu ya mawasiliano ni alama ya kujumlisha 254707888555. Ukiniita Jupiter Mayaka nitaitika. Mimi ni George Ajowi, hadi wiki ijayo. Kwa heri, kwa heri.